Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyosema, kama mtu kiota anaota anaota una, anaota nafukuza na nyoka inamaanisha ufalme wa majini. Sasa maana nyingine ni roho ya udanganyifu inakutafuta. Inawezekana roho ya udanganyifu inataka kupitia kwa watu ambao wa, uliko nao karibu au watu wa mbali. Unajua kuna kitu kikubwa ambacho watu hawajui wa nimejionyesha nimekuja kugundua ni kwamba shetani akishindwa kukupata wewe, anatumia watu wako wa karibu kukupata. Kwa mfano, shetani anaweza akawa anakutaka, anataka kupata wewe kwa mfano labda shetani anataka akufilisi wewe sasa, amejaribu kurusha roho ya ufilisi kwenye maisha yako amekukosa. Kwa hiyo atakachokifanya, atawafanya watu waliopo karibu yako waanze kukomba hela. Yani ukipata tu hela ni kana kwamba watu wanapata alama, unakuta tu tayari kupigia. Yani ukipata tu hela kuna matatizo yametokea. Ukipata hela nyumbani wamefanya hivi, ukipata hela mdogo wako anauma, ukipata hela anafanya hivi Katikati ya mwezi ni mfanyakazi, ndio mshahara mzuri tu, katikati ya mwezi unakuwa kama matatizo, mwanzo wa mwezi unakuwa kama matatizo, lakini ikifika mwisho wa mwezi watoto wanaanza kuumwa nyumbani, mama yake anapiga ndio vitu anapiga simu ndio vitu vinaisha, anambia mtumishi, unaweza kusema watu wanajua kwamba mshahara napokea. Lakini muda mwingine mimi ni mwanajeshi, huwa napokea hata tarehe 12 leshe ni muda mwingine, au kuna posho tunapata tarehe 15 au tarehe 17, lakini nikipokea tu, hata kama ni tarehe 17 sio mwisho wa mwezi, najikuta si ni ni ninatafutwa na watu wengi kana kwamba natafuta na watu wa nyumbani, natafutwa na wanafamilia wapi, natafuta hata ndugu zangu ambao nimepoteza nao zamani. Ni kwa nini mtumishi? Nikamwambia hiyo ni roho ya ufilisi, imeshindwa kukupata wewe, lakini imeanza kupitia watu wa karibu yako. Kwa hiyo Shetani katika namna yote ile, katika kitu chochote kile, akishindwa kukupata wewe, Shetani anatabia kupitia watu wa karibu yako, na ndio maana tunatakiwa makini sana. Sio kila mtu anayekuja analia kwako natakiwa umpe msaada. kuna Kristo tafanana mimi sana Maria, lakini sio kila mtu anayekuja kulia kwako anahitaji upate msaada wako. Kuna wengine wanakuja wanalia an kwako, Mungu anataka kupitia wao ujifunze kitu fulani katika maisha yao, na ndio maana kuna akawambia kwamba masikini mnao siku zote, akawambia Yuda, Yuda, masikini mnao siku zote. Kuna baadhi ya vitu katika maisha yako. Sio kila mtu katika maisha yako anatakiwa mpe msaada. Kuna mtu mwingine unaweza kumpa, kumpa msaada katika maisha yako na akakudhuru. Kuna mwanajeshi mmoja nilikuwa na nikapata mafunuo kwamba k, nikaona kana kwamba yule mwanajeshi, kilichomfanya apigwe, hiyo roho ya filisi, ni kwamba kuna mtu alikuja kuomba msaada kwake. Huyo mtu huyo mwanajeshi akampa noti tatu za shilingi 1000 1000 kama msaada wa kula chakula, lakini yule mtu alizichukua zile noti tatu, akaenda kwa mganga, akavifanyia matambiko. Kwa hiyo yule mtu akaanza kupigwa kiuchumi, sio kwa sababu msaada. Unaona kama hiyo mfano niliyotolea eh? Maisha yako ni mtu sahihi wa kumpa msaada. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba shetani akikukosa wewe anaanza kutumia watu wa karibu yako kukudhuru wewe hana, hana tatizo lote hana mapepo hana majini lakini ana shida kibao katika maisha yake. Ni kwa nini? Ni kwamba huyo mtu hana mapepo wala mashetani, lakini bado anaweza akazihisi shughuli za kipepo na shughuli za kishetani katika maisha yake. Yani, hana mapepo wala hana mashetani, lakini bado anahisi ule uwepo wa mashetani katika maisha yake, anahisi ule uwepo zile activities, anaanza kuhisi zile activities za mashetani katika maisha yake. kwa nini? Kwa sababu ya watu wanaomzunguka. Kwa hiyo nilichokuwa nataka niseme, point yangu kubwa ni kwamba kiota liki unafukuzwa na nyoka inamaanisha una roho ya udanganyifu, inaweza ikawa inakufuatia katika maisha yako. Kwa nini? Ukiangalia katika kile kitabu cha Mwanzo, shetani anamtumia nyoka kuwadanganya Adamu na nani? Adamu na Hawa lakini kuna upande mzuri wa hii ndoto. Unaweza ukaota nao unafukuzwa una, una, na nyoka sio, sio muda wote unaota unafukuzwa na nyoka ni, ni, ni, ni namna mbaya. Biblia inatuambia tuwe wajanja kama nyoka na wapole kama hua. Kuna muda fulani Mungu unaweza kaa katika, unaweza kaa katika mazingira fulani ambayo sio mazingira mazuri, lakini Mungu anaweza kawa anampitisha ana, ana, ana nyoka katika ndoto zako, ili ujue kwamba muda huu unatakiwa niendende sana kwa hekima muda huu unatakiwa nitumie sana akili nyingi kwao, sio kila muda unaotanyoka katika maisha yako unaweza kawa kuna maana mbaya, kwamba kuna kuna kuna nani kuna shughuli za kipepo. Maana naambia watumishi wa Mungu, sio kila ndoto ni ya kuvunja. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anaweza kawa anaota anakufa, anaweza akawa naota kuna mtu amekufa lakini kufa kwa huyo mtu kwa inaweza kumaanisha ni roho ya mauti, lakini sio kila muda inamaanisha kwamba huyo mtu anafuatilia na roho ya mauti, ila muda mwingine inamaanisha kwamba kuna mambo fulani ya zamani ya ya kwenye maisha ya kale imepita kana anaka amekufa. Kwa hiyo sio kila muda ambao mtu unakuwa unaota una, unaota mtu amekufa au unajiota wewe umekufa una, yaani wewe unajiota umekufa ni kwamba kuna roho ya mauti inakufutia katika maisha yako hapana. Muda mwingine ni kwamba Mungu anana, anapitisha ujumbe fulani kwenye ile ndoto ya kwamba mambo yako labda ya kama ni umasikini, labda kama ni balaa na mikosi vimefanya nini? Vimekufa. Kwa hiyo saa hizi kinachozaliwa ni nini? Ni utu mpya, na ndio maana Yesu alikufa ndani ya siku mbili, siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Alikufa lakini akafanya nini? Akafufuka na maana yeye anasema kwamba aniaminie mimi, ijapokuwa amekufa, atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kuna wengine wanaweza akaota mbwa, unaota unafukuzwa na mbwa. Unajua kuna una, una, una, tofauti kati ya kuota unafukuzwa na mnyama na kung'atwa na mnyama na kukamatwa na mnyama. Kuna vitu vi vitatu tofauti. Mtu anayeota anafukuzwa na mnyama, ina maana unafuatiliwa na hiyo roho. Mtu anayeota umekamatwa na huyo mnyama, ina maana huyo mnyama amefanikiwa kukudhuru, ile sumu au kile kitu. Amen. Sasa tutakwenda kwenye pati ya mwisho ya somo letu ambayo inasema sasa kwamba mtumishi, umeongelea ndoto nyingi ambazo ni mbaya kwenye maisha ya watu, umeongelea vitu vingi sana ambavyo ni mbaya katika maisha ya watu. Sasa mtumishi wa Mungu, ni jinsi gani mimi naweza nikashinda katika ndoto? Ni jinsi gani ninaweza hizi ndoto mbaya ninazoziota katika maisha yangu zisio na nini, zisio na maana mbaya, kwa sababu kuna watu wengine wanaota zisio na zisio na madhara mabaya katika maisha yangu, lakini kwa sababu kuna watu wengine wanaota, wakishaota wanakiamka asubuhi, anasema ah, ni ndoto tu lakini kinakuja kutokea baada ya siku mbili siku tatu, kile kitu alichoota kimekuja kutokea, nasema aise, hichi kitu nilikuwa nimekiota, nilikuwa nimekiota kabisa. Sasa ulikuwa umekiota, ulifanyia nini? ulipambana nacho vipi? Maana kuota, unajua kuna watu wanaona kama sifa kwamba ah mimi yani kila kitu ninachoota kinatokea, hapana, sio sifa. Kuna vitu vingine vinavyoota sio vizuri, vitu vibaya, Mungu anakuonyesha kupitia ndoto ili umwombe Mungu sala na dua hiyo, kisha umwombe Mungu, Mungu afanye nini, akiondoe kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jinsi ya kushinda katika ndoto unazoota, au mashambulizi ya ndoto. Kitu cha kwanza, acha au usisimulie kila mtu ndoto zako. Mwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi wamekuwa ni watu wa kusimulia ndoto zao watu wengine, yani kuna mtu mwingine anaweza kaota usiku anahesabu hela kweli, anaenda kumwambia rafiki yake kwamba rafiki yangu, kwa nimeota leo nimehesabu hela vibaya ya mtu. Sasa hajajua kwamba yule rafiki, sio kila rafiki ni mzuri katika maisha yako, na unaweza kuwa unacheka naye katika maisha. Yaani wanadamu wengi tunafanana hapa usoni, lakini rohoni hatufanani. Kwa hiyo rafiki anaweza kuwa anacheka na wewe, akakwambia, ah, umeota unahesabu hela mwangu ah, jambo zuri linakuja kabisa katika maisha yako ndugu yangu, jambo zuri kubwa linakuja katika maisha yako. Lakini yule mtu hajapendezwa na kile kitu ambacho umekiota, yule mtu amejisikia vibaya na kile kitu unachoota, lakini umeshindwa kung'amua. Kwa unajikuta kwamba mashambulizi mengine yanatokana na kwamba uliwasimulia watu ndoto zako ulizoziota na watu wakachukia. Na kuna, kuna watu wengine wanajua wanajua wanajua mambo ya kiroho si? Ukiwasimulia kitu cha cha cha kitu kama ndoto anaweza akaenda akakuroga. Kwa sababu anajua ndoto huwa zifanya nini, hazisemi uongo. Sasa ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 37 ule mstari wa saba na wa nane unakutana na habari za Yusufu. Yusufu mwota ndoto. Unajua siku zote wanaambia watu ni kwamba Mungu atakumpitisha Yusufu na njia njia ndefu namna ile. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa anasimulia sana ndoto zake Mungu akaamua kumpitisha njia ndefu. Sio kwa sababu Mungu alikuwa ameamua kumpitisha njia ndefu ila. Ni kwa sababu alikuwa anasimulia ndoto zile anazoziota. Na kwa nini mtaniambia mtumishi wa Mungu anasema hivi? Nakusomea kitabu cha Mwanzo 37, 7 mpaka 8, uone kwamba Yusufu alipokuwa akiwasimulia wenzake ndoto kinatokea nini. Alipokuwa anasimulia wenzake ndoto kinatokea nini? Sasa Mwanzo 37, 7 mpaka 8 inasema hivi. Inasema hivi. Tazama Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma katika hichi kitabu cha Mwanzo 37 ile 7 mpaka 8 utaona Yusufu alikuwa anachukiwa na ndugu zake, sio kwa sababu ya yeye alivyo, wala sio kwa sababu alikuwa amekwisha kuwa mkuu tayari, ila ni kwa sababu ya ndoto alizokuwa nazo na anazisimulia. Na ndio maana nimesema kitu kitakachokusaidia kushinda mashambulizi yanayotokana na ndoto ni kuacha kumsimulia kila mtu ndoto zako. Wasimulie watu unaoona wanaweza kukusaidia kwenye ndoto zako, usisimulie kila mtu, mtu wa Mungu. Utapoteza. Mwanzo 37:7 mpaka 8 anasema hivi, tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda. Sasa hawa ni ndugu zake na Yusufu. Yusufu ana, anawaambia ndoto zake, wenyewe wanajibu kwamba tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. <laughs> Unaona, ndugu zake na Yusufu walimchukia Yusufu kwa sababu ya ndoto zake, sio kwa sababu vile alivyo mtu wa Mungu. Watu wengi wanaweza kuwa nakuchukia siku ya leo, sio kwa sababu ya wewe ulivyo. Wewe unaweza kujiona ni maskini, unaweza kujiona uko duni, unaweza kujiona hauna maisha yote, lakini watu wanaweza kuwa nakuchukia, sio kwa sababu ya wewe ulivyo leo, wanaona ndoto yako ya kesho utakapokuwa. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba, katika kitabu cha Mwanzo 37:7 mpaka 8, inasema kwamba Yusufu, ndugu zake wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto ni wewe tu ambaye unasema ukiota ndoto no, si ah, ni ndoto unazipuzia, unaacha nazo. Lakini wapo watu wanaozingatia. Yusufu alikuwa hawezi kutafsiri ndoto, lakini kaka zake anamtafsiria ndoto, anamwambia je, ni kweli wewe utakuja kutumiliki sisi? Je, ni kweli wewe utakuja kutawala sisi? Biblia inasema kwamba basi wakazidi kumchukia kwa ndoto zake alizoota. Yani mtu anachukuliwa, anachukiwa kwa ndoto zake na kwa maneno yake Kumbe kuna baadhi ya, ya watu wanaweza kuchukia kutokana na ndoto zako na maneno yako, ambao, ambao unawaambia kila siku maneno yako hiyo hiyo tabia, kwamba oh, nimeota nimeenda ni ni ni Ulaya leo, ah, ni ni Japani nimeota iko Japani. Bwana, unafikiri ni, mota, ni, Uganda, ni, mota, ni Kenya, leo nimeota nimeenda, unafikiri nani ambaye atakwenda Japani? Leo nimeota nimeenda Uganda, nimeenda Kenya, nimeenda Namibia. Bwana, watu wanaweza kumchukia tu kwa maneno yako aata kwa hicho kitu kinaweza kusababisha mtu aende kuoga kwa mganga, sio kwa sababu ameota yeye ndoto ah, ni kwa sababu wewe unasema ndoto zako, ila ungekuwa ni mtu wa kukaa kimya, usinyezi kupata mambo kama namna hiyo. Kwa hiyo tumesema hiyo ni njia ya kwanza jinsi ya kushinda katika ndoto. Njia ya pili, uh, hali ya kiroho ya sehemu husika au tunaita atmosphere inaweza ikachangia ndoto unazoota. Kwa mfano wewe umelala guest. Unjua, hapo kwenye hizo kitanda cha guest kimetoka kufanyikiwa nini hapo? Au ha, wewe uko katika nyumba za kupanga, uwezi jua katika hizo nyumba za kupanga huyo mwenye hizo nyumba aliwekaga nini hapo? Mara ya kwanza kati nali anaweka ana, ana, ana, ana misingi kwenye hiyo nyumba, kuna kt kwamba ile ni kama biashara, lakini huyo mtu aliweka zindiko la kana kwamba ile biashara yake like, sije kufanya, nyumba yake like, sije kukosa watu hata siku moja. Unaweza kukuta ni mwenye baba nyumba ni mwenye nyumba aliweka zindiko la ulinzi kwenye hiyo nyumba, lakini sasa zindiko hilo la ulinzi ni kwenye hiyo nyumba linapa shida watu wanaofanya nini, wanakaa katika hiyo nyumba. Kwa hiyo unajikuta kuna, kuna ndoto fulani unaanza kuota za kutisha. Ulivyokuwa ulivyokuwa unakaa sehemu fulani hizo ndoto za namna hiyo ulikaozi yote, lakini ulivyohamia sehemu ya namna nyingine ukaanza kuzota hizo ndoto. Kwa hiyo cha kufanya unatakiwa uombe, uombe, uombe hiyo sehemu na usafisha hiyo sehemu kwa damu ya Yesu. Unamwambia Baba, katika jina la Yesu, ni kuanzia siku ya leo hii sehemu kama kuna uchawi wote umewekwa katika ardhi ya mali hapa, ninaachilia damu ya Yesu ipite kila sehemu. Maana umesema kwamba kwa kila pando ambao hujalipanda utaling'oa. Ee Roho Mtakatifu, kila pando ambao hujalipanda mali hapa, likang'oke kwa sasa kwa jina la Yesu. Ukiomba maombi ya namna hiyo, mtu wa Mungu, na kuhakikishia kwamba utakuwa umeweza kubadilisha hali ya kiroho ya hiyo sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, uh, kitu cha tatu, vitu unavyoangalia na kusikiliza vinaweza vikaleta mashambulizi katika ulimwengu wako wa roho. Vitu unavyoangalia na kusikiliza, kuna baadhi ya vitu una, unaweza ukaona viangalia na kuvisikiliza, vinaweza vikakusababishia baadhi ya matatizo katika ulimwengu wa roho. Kwa mfano, kuna watu wanaangalia sana video za utupu. Unakuta kupitia kuangalia hizo video za utupu, hata katika ndoto anashambuliwa na roho za uzinzi. Sio kwa sababu yeye ni mzinzi, ila ni kwa sababu anaangalia vitu vya namna hiyo au kuna mtu anaweza anakaa na marafiki ambao wanatukana kila muda, kwa anajikuta huyu mtu anaanza kutukana na yeye, sio kwa sababu yeye ni, ni, ni, ni, ni, ana matusi ila ni kwa sababu tu anajiwa associate au anashirikiana na watu ambao wanafanya nini, wanatukana. Kwa hiyo watu unaokaa nao, vile vitu unavyosikiliza na vitu unavyoangalia vina mchango mkubwa sana katika ulimwengu wako wa nini, wa roho. Kwa hiyo kile kitu cha kuangalia ni kwamba inatakiwa uchunge sana vitu unavyoangalia, uchuni sana vitu vinao, kwa sababu vinaweza vikakusababishia madhara katika ulimwengu wako wa roho. Vinaweza vikasababisha kuote ndoto za namna fulani fulani katika maisha yako sana. Bwana Yesu wasifiwe sana. Kitu cha mwisho ni kwamba ni dhambi, dhambi inaharibu sana marango ya ndoto ya mtu. Unapokuwa unatenda dhambi ulinzi wa Mungu wa kimungu wa kimungu unaondoka katika maisha yako, kine, ma, yako. Ulinzi wa kimungu ukiondoka katika maisha yako, kinachokuja madhara ya kwanza yanaweza kuonekana ni kwamba ulimwengo wako wa kiroho unashambuliwa. Kwa nini? Kwa sababu malango yako ya ndoto yanakosa ulinzi. Malango yako yakikosa ulinzi yanakuwa yana uwezo wa kupitisha kitu chochote kile kupitia ndoto, kwa sababu unachotakiwa ujue kwamba malango ya ndoto au ndoto inaweza kupitisha kitu chochote kile kwa mwenye maisha ya mtu. Ndio maana Bibilia anasema kwamba Mungu, Sulemani aliomba hekima kwa Mungu na Mungu alimpa hekima Sulemani kupitia ndoto, na ndio maana tu Sulemani alivyoota usiku, asubuhi alipoamka kitu cha kwanza alikutana na wanamama wawili ambao wanalalamika kwamba kila mtu ni mtoto, mtoto niyo nani? Ni niwa kwake. Lakini Sulemani kutokana na hekima ambayo Mungu alimwambia kupitia ndoto amepewa akaweza kutatua ule mgogoro. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu alikipata kutoka ndotoni. Ile hekima Mungu alimpa Sulemani na hekima, ila Sulemani Mungu alimwambia kwamba Sulemani, unataka nini? alitokea katika ndoto. Biblia inamwambia Sulemani, akasema ninaomba hekima. Biblia akasema umebarikiwa, hekima kuliko wana kuliko nani, kuliko watu wote ambao wamekwisha kuishi, wala wala hakutakuwa na mtu mwingine kama nani, kama wewe. Kwa nini? alipata kutoka ndotoni, ni katika ulimwengu wa roho, lakini kile kitu alifanya nini, alikipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi kufikia hapo, mtu wa Mungu, nitakuwa nimefika mwisho wa kipindi hichi. Nitafanya maombezi kwa ajili yako, kwa wewe ambaye umekuwa ukiteswa na ndoto za kuzini, kwa wewe ambaye umekuwa ukiteswa na ndoto za, za, za, za kufukuzwa na wanyama kila siku, kwa wewe ambaye umekuwa ukiteswa na ndoto Zaku, za ndoto za, zote zile za ajabu, unakula vyakula sana katika ndoto, una, una, una, una, kila siku kila katika ndoto unafanya nini, mda huu ninakwenda kukombea. Mda huu popote pale ulipo, fumba macho yako, nitakwenda kuombea Baba, katika jina la Yesu Kristo anaztelie hai. E, Mungu wa mbinguni Bwana yote yule anayenisikiliza mda huu aliyefuma macho popote pale, ninaamuru kuanzia sasa kila aina ya roho ambayo imeshikilia malango ya ndoto ya mtu ule popote pale alipo, ninaamuru kuanzia sasa, kila roho iwe ya kishetani iwe ya kipepo hiyo ya kiganga, roho yote hiyo hiyo ya kichawi, ninaamuru kuanzia sasa iachie malango ya ndoto ya huyo mtu kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo anazakele hali Mungu <tune> ninaomba toba kwa ajili ya kila mtu popote pale anaposikiliza e Bwana. Yawezekana mashambulizi ni kwa anayoyapata, anayo, anayo, anayana, anayana, albata, sababu ya vitu alivyofanya katika maisha yake e Bwana. Nami ninaomba toba kama ipo hatia yote katika maisha ya huyo mtu ambaye anamfanya shetani amtese kupitia ndoto. Ninaamuru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo anazae hai. Ewe shetani, eh Bwana, ninaachilia roho yako ya ufungulivu Bwana, popote pale mtu yoyote alipo Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mtu yote aliyejungamanisha kupitia TV na kupitia mitandao yote ya kijamii, na anapata mashambulizi katika katika ndoto zake, ninaamuru kuanzia sasa au mashambulizi yamwachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mtu wa Mungu umebarikiwa, mtu wa Mungu uende, uenende ukapate kuwa na wiki yenye kibali, mtu wa Mungu uende ukazaliane, ukaongezeke, usisahau kutufata katika mitandao yetu ya kijamii, katika mtandao wa YouTube, katika mtandao wa Instagram pia tunatumia Pasta Deusi Sengo, katika TikTok na Twitter pia tunatumia Deusi Sengo na nambari za simu. Ukitaka kututafuta, nambari za simu za Tigo ni 0657 97 47 88. Narudia tena ni 0657 97

wa programu zote zinazoendelea kupitia chaneli ya kupenda. Kupeda Shalom.